Karibu kwenye channel yetu ya Ejo Kuku Farm na leo tuna mada inayosema ufugaji wa bata mzinga unalipa kuliko kuku. Mimi ni mfugaji ambaye nimefuga vyote. Nimefuga bata mzinga, nimefuga pia na kuku. Kuku nao ongelea hapa ni kuku wa kienyeji. Sina uzoefu na au kuku wengine chotara na au broiler, lakini mimi nafuga kuku wa kienyeji. Na katika ufugaji huo nimeangalia. Nikaona kuku mm, wa kienyeji faida yake ipo chini ukilinganisha na batamzinga. Kwa nini nasema ipo chini? Sababu kuna mambo ya kuangalia. Kwanza unaangalia bei sokoni. Kuku wa kienyeji ukimtunza vizuri, ndani ya miezi mitano mpaka sita anakuwa ni kuku mkubwa mzuri, anatosha kuliwa. Na bei yake utamuuza kwa elfu kumi na tano mpaka ishirini lakini kwa batamzinga wa umri huo utamuuza laki moja. Kwa hiyo ukipima, unaona kwenye soko batamzinga wanalipa kwa bei yake. Lakini kingine, kitu cha pili ni uzito, batamzinga wanakuwa wakubwa na wanakuwa na kilo nyingi. Yani ukimchukua kuku wa mwaka mmoja na batamzinga mwaka mmoja, unakuta kwenye uzito wako tofauti kuwa mwaka mmoja akienda sana atakuwa na kilo moja na nusu mpaka mbili lakini batamzinga wa umri mwaka mmoja anaenda kilo kumi mpaka kilo kumi na mbili kumi na tatu kwa namna kwa kwahiyo, ukiangalia tu fikiria kilo moja nyama ni shingapi? Lakini batamzinga kwa kilo kumi na tano unapata shingapi? Kama ukiamua kuuza kwa kwakiokio kilo kwa hiyo faida yake iko juu, lakini kingine ni rahisi kuwafuga. Yaani, aa hao batamzinga hawana tofauti na kuku wa kienyeji, na ndio maana ukiangalia hata hapa kwenye vifaranga wangu nimewachanganya, lakini ukiangalia hata nje huku kuku wakubwa nao unakuta nawachanganya, hatuna batamzinga. Kwa hiyo unakuta chakula chao ni hicho hichohicho, hmm. lakini kwenye kuuza juu kwenye uzito, umbo lao liko juu. Gharama za kutunza hazipishani sana na kuku. Lakini ukija kwenye mauzo na nyama, hawa batamzinga wanakuwa wako juu. Hapo naona moja kwa moja bora wafuge hawa kwa wingi kuliko kuku, hapo utaingiza faida sana. Sema kama usifuge kuku, hata kuku endelea kufuga, lakini kwenye uingizaji wa faida utaingiza kidogo kwa kuku, lakini kwa batamzinga faida yake itakuwa kubwa na inapanda kwa haraka. Kwa hiyo ukiweza kufuga batamzinga kwa wingi, unaweza ukajitafutia faida kubwa ndani ya muda mfupi, lakini ukifuga kuku mpaka uje upate hiyo faida unayofuga kwa batamzinga, unakuta utafuga kuku kwa muda mrefu sana, ili ufikie kiwango hicho cha batamzinga. Kwa hiyo ukihitaji faranga wa batamzinga Ejo hey, Kuku Farm mwanavyo vya kutosha, tupigie simu, tunasafirisha popote, na ukiwa na swali au maoni andika kwenye comment. Usisahau kusubscribe, kwa maana tutaendelea kutoa mada zingine zaidi na zaidi.